Ndege ndogo iliyokuwa imebeba takribani watu wa kumi na wawili wakiwemo watalii imeanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka eneo la Diani katika kaunti ya Kwale mapema Jumanne nchini Kenya. Mamlaka ya usafiri wa anga ya kiraia ya Kenya, KCAA, ilithibitisha ajali hiyo ya ndege iliyotambuliwa kwa nambari za usajili 5YCCA. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya, KCAA, Emil Ara, amethibitisha kwamba ndege hiyo nambari ya usajili tano YCCA iliyokuwa na watalii ilikuwa ikielekea Kichwa Tembo, eneo la Maasai Mara kutoka Diani kabla ya kuanguka. Picha zinazoonekana kwenye mitandao ya kijamii na video zinaonyesha ndege hiyo ikiwaka moto, kama unavyoweza kushuhudia kwenye hiyo video. Wakati ambapo sababu ya ajali hiyo haijulikani mara moja, na polisi na watoa wa huduma wengine wa dharura wameelekea na wapo katika eneo la tukio mara baada ya ajali hiyo kutokea Hata taarifa kwa vyombo vya habari yenye kichwa cha habari, ajali ya ndege ya tarehe 28 Oktoba 2025, yani Jumanne, mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya KCAA imesema kwamba ndege hiyo ilikuwa na namba hiyo ya usajili, ilikuwa inatoka katika eneo la Diani kwenda Kichwa Tembo, ilianguka ikiwa na watu kumi na wawili ndani yake. Mashirika ya serikali tayari yapo kwa ajili ya kubaini chanzo cha ajali hiyo. Hata hivyo, mamlaka ya usafiri wa anga imesema kwamba ndege hiyo imeanguka mnamo saa kumi na moja alfajiri za asubuhi katika eneo muda mchache tu baada ya kupaa. Ingawa chanzo halisi cha ajali hiyo bado hakijabainika, lakini vyanzo vinavyofahamu juu ya hali hiyo viliambia vituo vya ndani ya Kenya kwamba mwonekano mbaya unaosababishwa na hali mbaya ya hewa unaweza kuwa sababu inawezekana ya janga hilo kutokea. Tangu usiku, eneo la pwani lilikuwa limefunikwa na ukungu mkubwa na mawingu ambayo huenda alisababisha rubani kupoteza udhibiti wa ndege. Kulingana na polisi, abiria wote kumi na wawili wameripotiwa kuwa ni watalii. Katika taarifa yake, mkurugenzi huyo Emil Rao alisema kwamba mashirika ya serikali yanafanya jitihada za kuhakikisha wanafanya uokozi na kukagua na kuchunguza chanzo halisi cha ajali hiyo. Katika picha hizo za mtandaoni, juhudi za uokoaji zilionekana zikiendelea, lakini zilionekana kuchelewa na kuzuiwa na mvua kubwa ambayo pia imeendelea kunyesha katika eneo hilo ambapo ndege imepata ajali. Ndege hiyo, kwa upande mwingine, ilionekana ikiwa imeungua na kuharibiwa kabisa ambayo ilikuwa ikielekea katika eneo la Maasai Mara na itajua kutua yapata saa tatu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mwaka huu umekuwa ni wa kusikitisha, hasa nchini Kenya ambapo mapema pia mwezi Juni ndege ya jeshi la anga la Kenya ilianguka katika eneo la Ndavaya katika kaunti hiyo hiyo ya Kwale, kulingana na Kenya Times, maafisa wawili wa jeshi la anga waliokuwa ndani ya ndege hiyo wakati tukio hilo lilipotokea wa kaunti Stephen Orinde alithibitisha. Chanzo cha ajali hiyo hakikuwa wazi, lakini mamlaka zilianzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Hata hivyo, mbali na Kenya, duniani kote kwa miezi ya hivi karibuni kumeripotiwa ajali nyingi za ndege ambazo zimesababishwa na sababu tofauti tofauti, ikiwepo ajali kubwa zaidi ambayo ilitokea pale nchini India, eneo la Ahmedabad. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.